ni television ni radio ni magazeti ni WhatsApp. Uchambuzi wa hali ya juu sana. Ulamaa wanasema fitnatun, lan yada au lan tadaa baita, haitwacha nyumba. hii fitna hii itaingia. Fitna maana yake ni majaribu. Subhanallah, leo television katika kila nyumba na nyumba haina televisheni, sijui kama ni nyumba. Hata vile vibanda zipo. Kama hamna televisheni, kuna redio. Kama hamna redio, kuna simu, na simu kila kukicha zinakuja mpya. Na hizo simu sasa kuna WhatsApp, kuna mambo mengine ndani. Hizi ni fitna kubwa sana ambazo zimeingia sasa hivi, zimechukua nafasi kubwa sana. Wallahi, kabla ya WhatsApp, watu walikuwa nasoma Qur'ani sana. Sasa hivi Qur'ani haisomeki Qurani haina nafasi. Umeungwa katika grupu hii, katika grupu hii, katika grupu, na watu wengine wanakuunga bila wewe mwenyewe kujua. Mimi nikichomoa simu yangu nikifungua, saa nyingine message mia moja sabini na tano mia moja na ishirini ya magrupu tu. Hizo nitapata wapi wakati wa kusoma Qur'an? Inawezekana hizo message sio za upuzi, na zipo grupu nyingine nzuri wao wanakurushia mawaidha tu na clips nyingine nyingine, lakini uko wapi? Wakati kwa siku kama ya leo, kutokea asubuhi uko kwenye activities ya madarsa kila wakati, ikifika wakati huu uko kwenye tarawe, ikifika kwa tarawe huko umechoka. Utapata wapi nafasi? Na watu wanapata nafasi. Mtu anashughulika, tuna simu yake. Yeye wakati wake mkubwa ni simu hapa tu. Inasemekana siku nyingine hata mtu yuko nyumbani kwake anaambiwa chakula tayari, hasikii. Seba mtumie WhatsApp umomo ndani ya nyumba, chakula tayari. Ala, chakula tayari, kwa sababu ndo hiyo, ukipelekea ukipelekewa ndani ya nyumba jamani. Ah, mumezidi sana. hapo hapo hapo hapo, mke na mume wanatumia na WhatsApp, chakula tayari, maana ukimwambia kwa mdomo hasikii, lazima umpelekee salamu, wakati umechukuliwa na WhatsApp kama ni mke basi ndo mke yule mkubwa au mke mdogo. Nafasi kubwa sana imepotea kwa mitandao na watoto wanaharibika, wazee wanalalamika. Imekuwa hata wazee nao na kubwa, sasa hivi wanashughulika na WhatsApp pia. Matatizo makubwa. Sasa vyombo vya habari hivi badala ya kutumika vizuri vinatumika ndivyo sivyo. Kwa hiyo Mtume saa salam anasema kutakuja fitna haitoacha nyumba hiyo fitna itaingia kila pahala, na miongoni mwa fitna hizo ni madishi hayo, masatellite dish na machannel yayo. Kila kukicha na kila kampuni inafungua ya kwake, kila siku yanakuja mengine tu, mengi mengi, katika nchi yetu yamejaa. Kheri ni ndogo kuliko shari. Fitna hizi zipo au hazipo? Wa hizi ni katika alama za Kiama. Tunasubiri nini? Kipi kikubwa kinachosubiriwa?